Karibu mtazamaji, na tunaianza taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoani Geita limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 32 kuanzia Januari 10 hadi 18 wanaodaiwa kuhusika katika matukio ya mauaji, uvunjifu wa kutumia silaha na kutotumia silaha, na makosa ya ramri chonganishi yaliyosababisha mauaji ya vikongwe. Jeshi hilo limefanikiwa pia kukamata silaha aina ya AK, AK 47 AK, AK, na risasi 83 pamoja na bomu moja la kurusha kwa mkono katika wilaya ya Bukombe. Katika operation maalum ya kuwatafuta na kuwakamata watuhumiwa wa makosa mbalimbali, ndipo jeshi la polisi linafanikiwa kukamata silaha aina ya AK47 pamoja na gobole. Silaha hizo ambazo zinamilikiwa kinyume na taratibu kwa pamoja, kuna risasi zake humu, kulikuwa na risasi ishirini na nne lakini kulikuwa na risasi zingine hamsini na tatu ambazo ambazo tumekamata kwa pamoja, ambazo zinafanya idadi ya risasi 83 hii na mfumo mmoja unaolingana na silaha moja inajulikana kama SMG. Kwa hiyo ukiangalia kwa, una kwa mkimaumbile unaweza kusema ni SMG, lakini hii ni aina ya AK 47. Seven. Matukio haya yamehusisha watu na mbili ambapo kumi na saba wamekamatwa kwa kosa la uvunjifu, watano makosa ya lamri chonganishi, wanne wamehusika na kosa la kutumia silaha, watano ni kosa la mauaji, na mmoja kumiliki silaha kinyume na sheria. Matokio ya wazee nayo bado ni changamoto, kitu ambacho kimekuwa kinasumbua sana mkoa wa Wageta, nasema ni haya mauaji ya kukata mapaa ay yanaowalenga sana vikongo lakini katika tathmini na katika utafiti ambao tunakuwa tunakiufanya kwa sababu tunajaribu kuangalia tukio linavyotokea na pia tunafanya utafiti hapa hapo, tunaona kwamba ni si wazee sana. Wapo wazee, lakini tunakuta kundi la wazee liko kidogo sana, lakini wengi hao bado ni vijana, na wengi sana wanaowalengwa wanaouawa ni wakinamama. Makundi mbalimbali yamehusishwa katika kutokomeza uhalifu. Lengo letu ni kujaribu kuiona kwamba jamii hii inawezekana kwa ujinga kabisa ikiamini katika mambo ambayo kimsingi na kiuhalisia, ukifuatilia taratibu za kawaida unaweza kupata ufumbuzi kuliko kung'ang'ana na mambo ya kiushirikina. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunaendelea na hili zoezi, lakini pia operesheni ya uhalifu kwa ujumla. Tuko sambamba naye katika operesheni hiyo. Vitu mbalimbali vimekamatwa kama TV, redio, sabufa, viatu, simu, vichwa vya cherehani, friji, pikipiki na kadhalika, ambapo watu watatangaziwa ili wahusika waje kuchukua mali zao, na operesheni hii ni ya kimkoa na ni endelevu, ambapo wananchi wametakiwa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuhakikisha uhalifu unapungua kama sikuisha kabisa. Salma Mrisho, Star TV, Geita.